Umewahi kujiuliza kwa nini wewe ni Mkristo au Muislamu? Je, ni kwa sababu ulichagua au ni kwa sababu ulizaliwa ndani ya hiyo dini? Fikiria hivi: kama ungekuwa mzaliwa wa Mombasa, kuna uwezekano ungekuwa Muislamu, lakini kama ungekuwa mzaliwa wa Mwanza au Arusha, labda ungekuwa Mkristo. Dini nyingi zinafuata ramani ya historia ya ukoloni. Waarabu walipoingia walileta Uislamu. Wazungu walipoingia walileta Ukristo. Wazazi wetu waliridi dini kutoka kwa wazazi wao na sisi tukaridi kutoka kwao. Lakini je, hiyo inamaanisha dini yetu ndiyo kweli, ama tumekuwa tukiamini bila kuuliza kwa sababu tumezoea? Kama ungekuwa mzaliwa wa India, labda leo ungekuwa Mhindu. Ukweli ni huu: dini yako mara nyingi ni matokeo ya mahali ulipozaliwa, si tafakari ya kina. Swali ni moja tu, ungeendelea kuiamini kama usingezaliwa ndani yake?